Nyote mmepitia sheria, mnajua sheria ambazo mnapigania usiku wa leo wa kickboxing. Hakuna kutumia magoti ni na elbow. Natarajia mchezo msafi kutoka kwenu, mjilinde kila wakati na munisikize kila wakati ninapotoa amri, sawa so. Lea mapambano, lea ya mapambano ya mwanzo ya kickboxing merejea tena sasa. Naam. E, na sasa hii ni pambano la kipekee, upekee wake unajua <laughs> kabisa eh, Sunday Isambi anaendelea kutafuta ile heshima, lakini Mussa Dragon huyu ambaye unamuona hana nywele, kaondoa zote, ana hamu ya kulipa kisasi kwa hamu kubwa. Angalia akianza kwa low kick, high kick, akianza kwa kasi ya namna yake e, katika raundi hizi ambazo raundi ya kwanza kati ya zile tatu na kuna mabadiliko makubwa anayoona pia kwa Dragon, ni kama anahitaji kuonyesha kitu cha ziada au ni kawaida kwa uh, Sunday sambi kuwa mtulivu namna hii? Uh, hapana, uh, hii ni mabadiliko kwa Musa, kwa sababu tunamjua Musa na ni mtu wa vurugu vurugu vurugu sana wakati mwingine akiamua hey, lakini na, kwa leo naona mchezo wake umetulia, napiga mateke tunaona kama mateke anapiga ngumi zinaenda hey. Na Isambi pia ni mtu wa purukushani, ni mtu wa vita, ni vita lakini na yeye pia leo naona kama wanapanga mchezo. Nafikiri yote hii ni kutuonyesha watazamaji na mashabiki wa kickboxing kwamba kickboxing ni burudani tosha, naam. Bila kwa shaka anatamani uh, kumaliza pambano hili kwa kutumia miguu zaidi. Umeona Dragon toka ameanza miguu yake ndio akiitumia kwa kiwango kikubwa nadhani kwa, kwa, kwa, kwa raundi hii wanavyoanza taratibu na, ku, na kuonesha kwamba target zinapigwa, na pia nadhani ni, ni mchezo mzuri ambao ndio unatakiwa uendelee hivyo hivyo, sio wa waku, kukurupuka kama tulivyowazoea. Wote wawili low kick, low kick mara nyingi ni, ni, ni, ni sehemu ya kuanzia, ni kama jab vile. mm. ni sehemu ya kuanzia, then low kick inaweza kukuruhusu wewe kufanya kitu kingine, aidha kupiga ngumi au nini, na nafikiri kuna dharura imetokea kwa Musa. Hmm. Maybe kama mpiga uh, chini ya mkanda yeah, yeah. Labda na anapewa muda kidogo sawasawa. Haya, tuendelee. Lakini Gilbert, mchezo wa leo ni mzuri sana. Naamini pia baadhi ya wachezaji wachanga walioko majumbani huko mitaani watajifunza kitu kutoka kwa wachezaji wetu wa leo. Mchezo na. ni mzuri, ngumi zinapigwa hmm. mateke yanaonekana, hakuna zile vurugu ambazo tumewazoea. Safi. Ndio. kiki nzuri uh, Sunday Isambi anaonekana anapiga ana, ana, ana, ana, ana, ana target na anataka, anataka watu waone nini kinachofanyika Leo kila mtu ametulia, wa anaonyesha wapi pakupiga, wapi pakutoka, wapi pakukwepa, kama hivyo Sunday Sambi anavyokwepa hizo left hook. Ila kuna kitu kimoja tu kama naweza kumshauri Sambi, mm, mikono anapoiweka. Huu mchezo wa mateke ni mchezo wa kushtukiza, shingo kuongea masuala mengine hapa. Ni kweli kabisa, mikono akaweka sana tumboni. Hii si nzuri kwa mtu ambaye anachezania mtu wa mateke, kweli kweli. Anapiga low kick, akafanya high kick, ikaja juu. Hey, hey, kama counter punch ambayo nasema hapana. Uh, haikuwa ni clean punch ambayo imeenda moja kwa moja kwa haja hesabiwa safi. Yeah, exactly, combination, combinations yeah, za kutosha analazimisha pale, lakini bado eh Musa anarudi kwenye uhalisia wake ukiangalia. <laughs> Okay, kwa kimo alichonacho nacho uh, Dragon na nimemwona atujaona uh, kwa kiwango kikubwa pengine akitumia ile high kick, na hii nasema alikuwa anatamani kumaliza, lakini mambo yalikuwa ni magumu ah, zaidi kwa bande wake, na nafikiri Gilbert, high kick ni high kick, ina ina ina timing sana yeah. Kama mtu anarudi sana nyuma kumpiga high kick inakuwa ni ngumu, otherwise mm -hmm, utampita tu, awe harudi nyuma ndio unaweza ukafanya high kick, lakini akiwa na move kurudi nyuma kumpiga high kick ni ngumu sana ngumu sana. Na mbinu kubwa zaidi ambayo pengine wao wanaitumia Sande Sambi ni ipi? Na nakumbuka mapambano yake ya mwisho alikuwa ana, ana, ana, ana boxing nzuri, sasa leo naona kama haitumii sana na, na Musa anapiga hizo low kicks hizo zinaonekana. Kwa hiyo nadhani akitumia ile uh, e, safi akitumia ile boxing yake nice. safi sana sweep nzuri kabisa, ndipo hivi vitu vinavyotakiwa. tmionda kama, kama, Dragon analalamika, kama alikuwa kama amezuiwa hivi au ni nini? Na, nafikiri kwenye, kwenye sheria za mchezo inatumika ina unakamata mguu ndani ya sekunde tatu unapiga usizidi sekunde tatu kushika mguu wa mtu. Aha, una sekunde kumata kama mara tena una na kiukamata ye, ndiyo kickboxing tunayotaka kuiona, sekunde tatu ukibonyeza macho yake kama mara moja maa o unajikuta upo chini, mwisho wa siku una waraka kwa hey. Safi, dancing nzuri. Mchezo umetulia kabisa, kicks zinaonekana na punches zinaonekana Leo wameamua wame, wame kutupa radha nzuri ikiwa ni raundi ya pili kati ya raundi tatu ambazo wawili hawa wanaonyesha nice. Muangalia drama kama anatamani akimwendea na right hand yake akiwa na iamini zaidi lakini bado Sambi hey. na yeye ni kama hakubali target kwa kwa kwa upande Dragon inaweza wa wa wa kawa ni mtihani kwa kile ambacho amekuwa akijaribu kukifanya, kwa sababu Isambi na, nafikiri Gilbert kama wangeruhusu vifuti, tumeongea mengine, kwa sababu Isambi anavyo move kurudi nyuma na anakimbia anakimbia huku na anafika tu anainama chini mm. Nafikiri labda anajidai, kwa sababu tumeambiwa hakuna vifuti kwa tani kinama huyu anifanye kitu, ila sio nzuri sana kweli kweli, na kwa sababu kuna kitu ambacho pengine Dragon alikuwa anajaribu kumwonesha muamuzi sasa, sijui ni kitu gani? kwenye eneo la mkono mm, na waamuzi ni kama alisimama hivi au kupata oh, shida kwenye mkono wake na akasema anaweza kuendelea. Kuna kena, kuna 20, kuna hii hey, kuendeleai hey, hey, hey. Kuinamenama si nzuri kwa sababu unachokapiga low kick ukaenda hey, kupiga kwenye kichwa cha mtu ukaenda kujikuta, kweli kabisa, ukajikuta umefika kwenye kwenye goti la mtu. Isambi abadilike, asiname, hey. nice hey. Kwenye hey. Kwenye huu mchezo wa kickboxing, mtu akikusogelea, kumbe hamna kukumbatiana, unamsukuma anaenda chini, kukumbatiana <laughs> <laughs> imo lakini ikiwa ameruhusiwa kupiga vifuti, ndio ni kweli kabisa mm -hmm. una, unakumbatia una, unapiga vifuti vya mbavuni, lakini kama hakuna vifuti, inabidi umpushe aondoke hapo. Kweli kweli, kwa sababu kama hapo tayari kuna uwezo anamtafuta Isambi. Nice hey. Sasa hii tunaihesabu kama hii Sambi naona katrendi sana na inamletea ma, ma, manufaa kwa sababu ni ni mara ya tatu naona mwamuzi hajamhesabia Dragon, ni kama iko inaonekana... sababumarayatauuzi EWKF. hmm. sijajua sheria zao ni ziko vipi, lakini mimi ninavyojua gloves ukishika chini zikigusa chini inabidi uhesabiwe. hmm. ni kweli kabisa. Haya, na mtu anaweza kusema kwani kuna tofauti wa sheria zizi za mchezo wa boxing kutokana na, yes. na eneo na eneo kila au, mchezo, kila mchezo kila mchezo kila bout una sheria zake unajua hapa kuna elbow hakuna vifuti ni low kick tu na high kick basi. Ukiambwa labda nakwenda kucheza nini full contact, hakuna kifuti hakuna low kick ni high kick na middle kick basi. Kwa kila mchezo unafanana fanana, lakini una sheria zake. Kweli kabisa, kwa sababu kama hii mwingine akisema ni kwa nini, tazama hapo alishika ule mguu wa Dragon na baada ya hapo akaipeleka right hivyo, iko sahihi kama ulivyosema pengine moja kati ya kitu ambacho zinakosa target, yeah. Zinakuwa zinaishia kwenye mikono zinaishia kwenye mikono huko. Eh, eh, sasa sijajua ni stretching so nzuri na, au haijakubali na, bado na nadhani na, na kwenye kwenye kwenye maandalizi yake pia haikuwa ay, ay, kwenye kwenye target sana, kama hizo hizo kiki ambazo anazojaribu push kiki za ugoko ambazo hazina manufaa lolote. Yes, yes ey, ey, Mussa Dragon kama amemweka vibaya hapa eh Sunday yaani hapo, kama kungekuwa kumeruhusiwa vifuti pale, kulikuwa tayari tushamaliza, tushamaliza pambano tangia raundi ya kwanza. Lakini sasa kama hizo hizo zote, position zote ni za vifuti hizo, uwezi kufanya kitu, inabidi uachie usubiri refa anafanyaje? na clinching pia hakuna. Kwa hiyo kabisa kabisa, lakini kuna kitu cha kumshauri pia nani Dragon, mm. Alikuwa na uwezo wa kufeki kwanza kabla ya kupiga kiki kweli, kwa sababu Isambi mm -hmm. anainama kidogo, unafeki kwanza alafu naingia na kiki mm. na Isambi, kwa kumshauri kama angekuwa na uwezo wa kupiga low kicks za ndani kwa mguu wa mbele wa Musa zingemletea manufaa sana kabisa kabisa sana. Lakini naona kama haje train hivi vitu sana mm -hmm. iko kwenye mikono, raundi ya tatu na ya mwisho hiyo, kila mmoja akijaribu kuonyesha rights zikitoka i imeenda vizuri oh, sana ile lakini haija uh, mtikisa kwa namna yoyote ile. Sunday ikaruhusu tena uh, Sunday yeah. Isambi ikionekana pia ni mvumilivu kwa kiwango kikubwa. Nakwambia jamaa hawaachaakai po kazi ipo kweli kweli. Wote wamekutana ni watu wa kazi, lakini sasa sindo round ya mwisho mwisho. Round ya mwisho salama wanaonekana kidogo wamefanya wa wa mazoezi kwa sababu na hizo punches na vulandi kwenye videvu. Alafu bado watu wamesimama vizuri. Lazima <laughs> hey, hey, hey. Kidogo miguu iwe iwe iwe kwenye conditioning nzuri. Nice. Low kick nzuri lakini kaikosa. Kata tamaa tena. Left hand nzuri ambayo imeenda kutoka kwa Sunday Isambi kwenda kwa Mussa Dragon. Jaribu pia Mussa Dragon na jab. Low kick. Hey, nice low kick. Uh, tena kwa uh, aina, ni dhaifu hivi ya kinyonge kuaajabu so uh, uh, nice. Zinafika na zina landi zina kabisa nzuri pia ambayo amepeleka Dragon. Nakumbuka kitu kimoja ulichosema kaka Hamisi, ka, Sunday Isambi anashusha mikono, sasa ni kitu kibaya sana, na ndio kitu ambacho Musa Dragon eh, anahisi kwamba nikipiga chingoni nampata, lakini eh, ufiki mikono iko chumboni. Ah, shingo ile pale. Kabisa. Nikipiga kiki lakini haifiki. Nice. Haya pambano limekamilika kwa wawili hawa ambao walikuwa nasubiriwa kwa hamu kubwa kwenye mchezo wa kickboxing, yeah, kati ya Sunday Isambi dhidi ya Musa Dragon limekamilika kila mmoja akiwa na furaha kwa kiwango kikubwa. Maoni yenu ni yapi? Pengine kile ambacho watu walikuwa nakitarajia, pengine ugumu na ufundi ulikuwa kwenye eneo gani hasa? Ni moja kati ya kitu kikubwa sana hey.

Kickboxer kutoka kwenye kickboxer kwenda boxer sio kitu rahisi. Kwa muda mfupi, inabidi uamue maamuzi ya kuacha kitu kimoja ufanye kitu kingine kingine. Mfano mzuri nitaka kutoa uh, uh, hapa kaka Hamisi. Kwa kaka Hamisi tunakumbuka kilichokukuta kilikuwa ni Zanzibar. Kwa hiyo mfano mzuri huko hapa tunao, turudi huko huko sasa. kabisa kabisa na, na, na, na, nafikiri kitu kimoja Gilbert ambacho hawa watu wawili mimi niliamini kwamba wana kisasi na niliamini kwamba wamewekeana kisasi kikubwa na wamekamiana sana. Kweli kabisa. Kwa maana mwanzo tulisema kwamba hatufikirii kama watamaliza raundi. Watamaliza raundi kweli. Lakini pia tumeona kila mmoja amekuwa na tahadhari na mwenzie. Anaenda kuavisha medali mabondia wote wawili kwa kuonyesha kazi nzuri ambayo wameifanya. Kumbuka kwamba Scott mwenyewe pia ni mpambanaji mpiganaji ngumi. Scott When is all about me and you next time me and you on the ring huh? Yeah. Second round KO. Okay. Keyo uh, matokeo ni kama ifuatavyo: judge namba moja yeye, yeah, ametoa point ishirini na tisa kwa ishirini na judge namba mbili yeye ametoa point 29 kwa 28. Judge namba tatu na yeye ametoa vivyo hivyo. Kwa mantiki hiyo, hii ni unanimous decision, mshindi wenu ni kutokea red connal Mussa Dragon. <laughs>